tukufu ni wa Mungu juu mbinguni. ni siku ya Mikaeli na malaika wote. aya siku inasema je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale watakao urithi wa wokovu? Tuombe. E, Mungu, kwa hekima yako ya kimbingu umewatuma malaika zako kuwatumikia watakao urithi wa wokovu. Utupe neema yako e Baba uliye mbinguni. Tushindane, tushindane vema na maadui wa roho zetu na kwa msaada wako tupate ushindi juu ya maovu yote kwa mwana wako Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu Amen. Somo la pili kwa wale walioandaliwa, buni Naomba tukiri imani ya Kikristo inayotuunganisha sisi na Wakristo wote duniani. Namwamini Mungu wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, uliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa Bikira Mariamu. Naombeni sana wanangu, yani ukae kwa kutulia. Naomba kila mzee, yani hapa kuwe na mtu anayedhibiti utulivu hapa pale, mkishirikiana na walimu wazee walioko zamu na sio zamu, yani kuwepo na utulivu, inawezekana. Mbona pale ni pa watoto wote, waingie wakae pale Mwalimu katika chuo cha Biblia na Theolojia Mwika, naomba tumpokee kwa mazito mengi mengi. Baba, karibu sana. Kama ambavyo tumesema Jumapili, leo Mchungaji Shoo anasema neno la kusema asante kwa kufanya kazi, amini kwa kufanya mazoezi hapa, na hii namkabidhi mchungaji mgeni baadaye, atampa nafasi aseme lakini mimi nina jambo moja, na kumkaribisha na kumtambulisha kwenu mwanafunzi wa uchungaji mgeni sasa, ambaye anaanza. Tafadhali karibu, atajitambulisha na kuwasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Elizabeth Ndosi. Natokea chuo kikuu cha Tumaini Makumira na kwa neema ya Mungu nimepangwa kufanya mazoezi yangu ya uchungaji hapa kwa mwaka mzima na ninaomba ushirikiano kwenu nyote ili niweze kufanikisha jambo hili la baraka. Asante. Hayo makofi yanatosha kupokea mgeni kweli. Kumbe ni nyie madogo ndio mnapiga. Mpendwa mchungaji Ndosi, kwa niaba ya wa washarika hawa niseme karibu sana, na sisi tunakupa ushirikiano kutimiza makusudi ya chuo katika mwaka huu wa mazoezi, na tunakuombea ufanikiwe na Mungu akutumie sawasawa na mapenzi yake. Karibu katika usharika wa Mungu. Naomba tumpokee kwa makofi mengi mengi, amin. Sisi wale wa ibada ya saa moja, kwa niaba ya washarika wote walishafanya kile tendo cha ukaribisho. Naomba sasa baada ya matangazo, wale wote ni shukrani ya pekee, fungu la kumi Yaani uanze kusogea, maana najua huko kule juu, uanze kusogea pale mlangoni ili matangazo wa mwezi huu wa tisa, watafika madhabahuni kumshukuru Mungu katika ibada ya saa moja na saa nne, na baada ya ibada watafika katika ofisi ya usharika. Tangazo la tatu, mwanafunzi wa uchungaji mtheolojia Emmanuel Show amemaliza muda wake wa mazoezi, ataaga leo na tutampokea mwanafunzi mpya. Tangazo la nne, Tunawashukuru Wakristo wote waliochangia harambee ya ujenzi wa, wa nyumba ya ibada kituo cha Narai kwa burahani. Tunawakumbusha wale wakristo walioahidi waweze kutimiza ahadi yao. Tangazo la tano, mtihani wa kipaimara mwaka wa pili utafanyika mwezi wa kumi. Gharama ya mtihani pamoja na cheti ni shilingi elfu mbili. Tangazo la sita Ziara ya mafunzo kwa kipaimara mwaka wa pili ni tarehe kumi na moja mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano. Mwisho wa kupokea mchango ni tarehe ishirini na nane atisa ishirini ishirini na tano. Tunawahimiza wale ambao hawajakamilisha wakamilishe mapema. Tangazo la saba, huduma ya ubatizo kurudi kundu kundini na kupokea Wakristo toka madhehebu mengine itafanyika tarehe nne mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano, saa tisa alasiri, pamoja na kushiriki chakula cha Bwana. Wanaohitaji huduma waonane na viongozi wa jumuiya. Tangazo la nane Jumapili ijayo viongozi wapya wa vijana na kamati ya ibada na uimbaji na viongozi wa kwaya ya ufuno wataingizwa kazini na waliomaliza muda wao watastaafishwa siku hiyo katika ibada ya saa na mbili na nusu. Tangazo la tisa, jumapili ya tarehe tano mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano kutakuwa na ibada tatu. Ibada ya kwanza itaanza saa kumi na moja, ibada ya pili saa kumi na mbili na nusu, na ibada ya tatu saa mbili kamili. Itakuwa ni ibada ya kusifu kuabudu, maombi na maombezi. Tangazo la kumi. Sikukuu ya mavuno mwaka huu itakuwa Jumapili ya tarehe kumi na mbili na tarehe kumi na tisa mwezi wa tisa wa kumi mwezi wa kumi na kilele ni Jumapili ya tarehe mbili mwezi wa kumi na moja ishirini na tano katika ibada zote. Tangazo la kumi na moja ndoa A. Ndoa inayotangazwa kwa mara ya pili ni ya Bwana Emmanuel Israel Sarwat na Margaret hanson Kileo wa Karatu. Ndoa yao itafungwa tarehe nne mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano usharika wa karatu mjini. B. Ndoa inayotangazwa kwa mara ya kwanza ni ya Bwana Stanlaus Wapinda wa, wa Mbeya wa na Victoria Pareso wa Karatu ndoa yao itafungwa mnamo tarehe kumi na saba mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano parokia ya Mtakatifu Patrick Vwawa, Mbeya. C si, ndoa inayetangazwa kwa mara ya kwanza ni ya Bwana Francis Timotheo Buwa na Clara Simon Ombay wa Karatu. Hayo itafungwa tarehe kumi na nane mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano usharika wa Karatu Mjini mafundisho ya wazazi wa na wadhamini ni tarehe tatu mwezi wa kumi ishirini na ishirini na tano, Ijumaa saa tisa kamili jioni. Mahudhurio na matoleo ya sadaka ya jumuiya watu wazima ni mia mbili ishirini na tano watoto ni 45. jumla ni 270. sadaka ni laki mbili na nne na mia nane. Utaratibu wa kutunza usafi tunashukuru jumuiya ya Ebenezabi kwa kutunza usafi wa kanisa jana Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano. Tunaomba Kalvari. Ratiba ya zamu ya wazee tarehe tano mwezi wa ishirini ishirini na tano. Ibada ya kwanza Zenasumferi. Ibada ya pili kumi na mbili na nusu. Siana sema Elibariki Donya, Frank Kesi, Joyce Dastani. Ibada ya tatu saa mbili kamili, Eliamani Samuel, Nelson Kilonzo, Benjamin Masukirema. Maudhurio na matoleo ya tarehe 21 mwezi wa 9 2025 ishirini tano Karatu Mjini maudhurio: wanaume sitini na tatu, wanawake mia sita hamsini na tisa, watoto wawili, watoto wa Sunday School mia mbili thelathini, jumla laki moja na tatu hamsini na nne. Sadaka za injili ahadi milioni moja laki saba na moja na mia sita hamsini, ahadi ya kipaimara Mi, elfu hamsini mia tano kolekti, laki tatu themanini na tisa na mia sita hamsini, kolekti shule jumapili elfu sabini hamsini, shukrani ya wiki laki sita tisini na nane na mia saba, shukrani ya peke laki tano themanini na nane na mia tano, fungu la kumi laki sita hamsini na mia tatu madhabauni elfu thelathini na hamsini mavuno laki moja thelathini na sita na mia tano jumla milioni nne laki tatu kumi na nne na mia tisa nyumba kwa nyumba laki laki mbili tisina tisa mia na mia tisa hamsini changizo laki nane sabini na mia sita harambee narai milioni moja laki nane arobaini na saba Mikaeli milioni mbili laki sita hamsini na nne jumla milioni tano laki sita sabini na moja mia tano hamsini. Jumla ya kuu shilingi milioni tisa laki tisa themanini na sita na mia nne hamsini. Jumla ya idadi ya watu wazima waliohudhuria ibada ni laki moja na mia tano sitini na mbili. Jumla ya watoto waliohudhuria ibada ya watu wazima ni hamsini na tatu jumla ya watoto waliohudhuria ibadani mia nne sabini na tisa jumla ya matoleo yote ni shilingi milioni kumi na sita na mia nne hamsini toa michango yote shilingi milioni kumi na moja laki kumi na sita na mia sita hamsini sadaka ya Injili ni shilingi milioni tano laki saba tisina tisa na mia nane toa asilimia ishirini na saba za dayosisi na jimboni ni shilingi milioni moja laki tano sitini na tano na mia na tisa arobaini na sita. Baki kwa kazi ya, kazi ya injili usharika ni shilingi milioni nne ne laki mbili thelathini na tatu na mia nane hamsini na nne. Mungu awabariki wote waliosikiliza neno lake na kumtumikia kwa njia ya sadaka zao Amen. Wakristo, na tuwe shukrani kwa wale wenye shukrani wafike. Hiyo ndiyo shukrani ya woko Iye. Wapendwa watu wa Mungu, mmefika mbele ya madhabahu yake kumshukuru Mungu kwa sadaka mbalimbali, mavuno, fungu la kumi na shukrani za pekee. Naomba muungane na muimbe zaburi ya mia moja na tano tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa tano katika jina la Yesu, ninasoma Haleluya, mshukuruni Bwana liti, wajulisheni watu matendo yake. Mwimbieni, mwimbieni kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote. Jisifuni kwa jina lake takatifu, na ufurahi moyo wao wa, wa mtafutao Bwana. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake, siku zote. Zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake. Amen. Napenda kuwapongeza na kuwashukuru kwamba mmekumbuka kuja madhabahuni. Sasa twende mbele za Mungu, tumwombe ili apokee sadaka na maombi yenu. Amen. Mungu mwenyezi, Baba yetu mwema, Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu na upendo wako katika maisha yetu, na kwa namna ya pekee tunawaleta mikononi mwako watoto wako hawa waliofika katika madhabahu yako kukushukuru kwa sadaka mbalimbali mbali jinsi ulivyogusa maisha yao. Wengine wamekuja na sadaka ya shukrani ya fungu la kumi, wengine wamekuja na mavuno yao mkononi, na wengine wamekuja wame na shukrani za pekee kwa yale uliotenda katika maisha yao. Ninawasogeza katika madhabahu yako nikikuomba usikilize sala zao, kile walichokuomba, Mungu, ukawajibu, endelea kuwajibu kile wanachokuomba sasa Mungu, uwape, wala usiwanyume. Naomba ubariki kazi zao wanazofanya katika mikono yao. Mungu, upate kubariki bariki, biashara, ubariki mabanda yao, bariki kilimo, bariki kazi za ofisini na zenye ujuzi. Mungu wetu ukaone, ukaonekane kwao.